Tumsifu Yesu Kristu ataniita nami nitamwitikia nitamwokoa na nita kumtukuza kwa siku nyingi nitamshibisha. Maeneo yanatoka kwenye Zaburi ya, ya tisini na moja haya ya kumi na tano na kumi na sita na huo ni wimbo wa kuingilia wimbo wa, wa, wa mwanzo kwenye Dominika ya kwanza ya Kwaresma. Point yangu e, ya, ya, inaenda kuzungumzia hapa ni kipengele cha kwa siku nyingi nitamshibisha. Kwa nini kumshibisha? Kwa sababu njaa ni moja kati ya vishawishi ambavyo Shetani anatumia ku uweza kumbadilisha mtu uh, na kujikuta unafanya vitu ambavyo vinakutenga na Mungu. Na ndio maana hata Injili ya ya ya, ya ile Dominika wewe inasoma Injili ya Luka sura ya 4 aya ya kwanza mpaka 13. Je, Shetani anamshawishi Yesu baada ya kuona Yesu amefunga siku arobaini na siku zinavotimia akiliona njaa. Injili inasema aliona njaa. Shetani naye akaona njaa nikishawisha akaifika hapo hapo. Neno la kwanza kama wewe unaona Mungu basi badilisha ile jiwe kuwa mkate. Ulishawahi kujiuliza imagine, Shetani angemkuta pale Yesu alishajiandalia mikate yake pembeni ambayo ataitumia baada ya kumaliza mfungo, Shetani angeanza na hiyo point? Asingeanza. Kwa hiyo aliona point of weakness ilipo, ndio maana akaingilia hapo. Tafsiri yake ni kwamba hata mwanadamu akiwa na njaa ni rahisi kufanya matakwa ya yule ambaye anamshibisha, hata kama yale mambo yanamtenga na, na Mungu. Nataka kusema nini? Tumwombe Mungu atusaidie katika shughuli zetu za kila siku, bila kujali udogo au ukubwa zituwezeshe angalau kupata chakula cha kutosha kwa ajili ya familia zetu, ili tusijikute katika kuangaika kutafuta shibe, tunadondokea kwenye mikono ya mtu ambaye ataweka masharti ya kututenga na Mungu. Na ndio maana hata ata, ata, wimbo katikati unatoka Zaburi hiyo ya 91 aya ya 11, kuanzia aya ya kumi na kuendelea mpaka inakutana na maneno ambayo tunayo yamechukuliwa na wimbo wa kwanza hmm? atamtuma ata, ata, malaika akulinde, atakusaidia ulinda mguu wako usijikwae, atakukinga na ata taabu zako zote, na kadhalika na kadhalika. Maanake ahadi ya Kristo ni hakika, lakini ili ahadi hiyo iwe iwe, iwe, iwe iwe hakika katika utekelezaji wake, lazima umpute mtu ambaye ni thabiti, mtu ambaye ana nafasi ya kutafakari. Kwa hiyo kipindi cha Kwaresma pamoja na mfungo, bila kujali unafunga kwa wastahili gani ikusaidie kutafakari tu huruma ya Mungu na